Kutoka kaunti namba 47 tuelekee kaunti nambari 46, ambapo mzozo wa uongozi unaendelea katika bunge la kaunti ya Nyamira, huku mirengo miwili ikiendelea kung'ang'ania uongozi wa bunge na kutatiza huduma kwa wananchi. Mzozo huo unaendelea licha ya kamati ya Seneti kutoa mwongozo wa jinsi ya kutatua matatizo ya uongozi katika kaunti hiyo. Duncan Bundi ametuandalia taarifa ifuatayo. Mgawanyiko ungali unashuhudiwa kati ya wakilishi wadi katika bunge la kaunti ya Nyamira, mirengo miwili hasimu ikiendeleza vikao sambamba licha ya mapendekezo ya kamati ya ugatuzi katika bunge la seneti kupendekeza vikao kuandaliwa katika makao makuu ya bunge hilo mjini Nyamira. Together. Haya ya kijiri siku moja tu baada ya miringo hiyo miwili kukubaliana kukutana kwenye kikao kimoja katika majengo ya bunge hilo mjini Nyamira. Jana tulikutana wabunge wote ili kuweka mipango na mikakati jinsi tutakavyofungua bunge hilo leo. Tulielewana jana. Ni kama baada ya maelewano walienda tena wakapata usauli mwingine ambao umewarudisha nyuma yesterday we went to the assembly as we have been having fracas for the last seven months to seek peace so that our people of Nyamira can get services to our dismay is that still that assembly has been turned into a death and a butcher a, a death den and a butcher for human beings because as we talk elected leaders in the National Assembly are busy mobilizing how that assembly can turn into a chaos zone Mrengo mmoja ukiandaa kikao katika makao makuu ya bunge mjini Nyamira ambapo waliahirisha vikao kwa majuma mawili ili kutafuta mwafaka, huku mrengo wa bunge mashinani ukiandaa vikao vyao katika ofisi ya mwakilishi wadi wa Rigoma mjini Keroka ambapo makadirio ya bajeti ya kaunti hiyo yaliwasilishwa kati ya miswada mingine. This morning, I have moved an

Wawakilishi wadi wa bunge mashinani wakiibua madai ya kupangiwa njama iwapo wangehudhuria vikao bungeni Nyamira, huku wakiwasuta viongozi wa kisiasa na kamati ya usalama katika kaunti hiyo kwa mzozo huo. Aidha, wawakilishi wadi wa bunge mashinani wamelisuta bunge la seneti kwa madai ya upendeleo katika maamuzi na mapendekezo yao. So as kwa sasa mrengo wa bunge mashinani umesisitiza kuendelea na vikao vyao, mrengo pinzani ukionekana kulegeza kamba. Sisi tutaendelea kufanya vikao vyetu katika mashinani. Kwa sababu mashinani is legal. Sisi tumeahirisha vikao bila tulivyoelewana na tunataka kuona ya kwamba tumekutana na wao ili tuongee yale ambayo tulipanga jana ya kwamba lazima tupate suluhisho la kusonga mbele. Duncan Bundi, Runinga ya Citizen, kaunti ya Nyamira.